Karibu katika sehemu ya pili. Mara ya mwisho tuliishia hapa, wakati jenerali Zaraki wa jeshi akivamia na jeshi lake katika kasri la mfalme Saka na kutaka kichwa cha Raino au mfalme aachie madaraka. Je, unajua ni nini kilitokea? Sasa kabla sijaanza sehemu ya pili, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe. Alafu niandikie kwenye comment kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze sasa. Simulizi yetu inaendelea pale mizinga ya vita ilipulia chini ya bahari. Ufalme wa Mfalme Saka ulikuwa hatarini na maisha ya Raino yalikuwa mashakani. Zaraka aliingia kwenye ukumbi wa kifalme kwa kishindo huku akiwa ameshika mkuki wa giza uliokuwa ukitoa cheche za umeme wa zambarau. Mfalme Saka, umechagua kumkumbatia binadamu na kutupa sisi sote kwenye aibu. Leo ufalme huu utapata kiongozi mpya. Raino, licha ya oga uliokuwa ukimtetemesha alipiga hatua mbele. Alikumbuka maisha yake ya umaskini kule Magomeni, vile alivyonyanyasika na kukejeliwa. Hakutaka kurudi kuwa yule mnyonge tena. Zaraka! Raino alipiga kelele, sauti yake ikisikika kwa mwangwe wa ajabu kutokana na ile pete, kama unamtaka Kabula na kiti hiki cha enzi, pambana na mimi, mimi ndiye ninayemwoa. Kabula alijaribu kumzuia Raino, hapana, yeye ni jenerali wa vita, ana nguvu za giza za karne nyingi. Lakini ile pete kwenye kidole cha Raino ilianza kutoa mwanga mweupe mkali sana. Ghafla Raino hakuhisi tena uoga. Pete ile haikuwa ya kuiba pesa tu, ilikuwa ni pete ya Sulaiman, pete ya kale ya majini na binadamu ambayo ilikuwa imepotea kwa miaka elfu moja. Kabula mwenyewe hakujua kuwa pete aliyoiba kwenye hazina ya siri ya baba yake ilikuwa na nguvu kubwa kiasi hicho. Zaraka alirusha mkuki wake kwa kasi ya ajabu. Raino aligeuza pete yake upande wa kulia na papo hapo akageuka kuwa upepo mkali wa majini underwater whirlwind. Mkuki ulipita patupu. Raino akatokea nyuma ya Zaraka na kumpiga ngumi iliyobeba nguvu ya mawimbi yote ya bahari. Zaraka alirushwa mbali na kugonga nguzo za lulu za kasiri. Wakati mapambano yakiendelea, Hairati alikuwa amesimama pembeni akitazama kwa jicho la husuda. Alijikuta akivutiwa zaidi na ujasiri wa Raino, lakini upande mmoja wa moyo wake ulikuwa na giza. Alijua kuwa Zaraka hakuwa akipigana peke yake. Kabula Hairati alinong'ona pembeni mwa dada yake. Zaraka amefungua lango la giza la shimo la shaba. Kama Raino atamshinda, majini waliofungwa na Nabii Suleiman watatoka. Bahari itageuka kuwa damu. Kabula alishtuka. Inamaanisha Zaraka yuko tayari kuangamiza ulimwengu wote ili anipate mimi. Kabla Kabula hajajibu, Zaraka alisimama na kuanza kutoa maneno ya kale ya kichawi. Maji ya bahari yalianza kuchemka. Ghafla kivuli kikubwa kilianza kutokea nyuma ya Zaraka, jini mkuu wa giza aliyejulikana kama ifriti. Raino, rudi! Kabula alipiga kelele, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Ifriti alimkamata Raino kwa mkono mkubwa wa moto moto ambao hauzimwi na maji ya bahari, na kuanza kumnyonya nguvu zake kupitia ile pete. Raino alihisi roho yake ikitoka. Picha za mke wake aliyemsaliti na maisha ya bodaboda zilimjia kichwani kisha akaiona sura ya Kabula, jini aliyempa tumaini. Mfalme Saka akiona mambo yameharibika, alisimama na kutoa taji lake. Zaraka, acha usimuue binadamu huyo, nitakupa ufalme, lakini usifungue lango la Ifriti. Lakini Zaraka alicheka kwa darau, sihitaji ruhusa yako tena mzee Saka, nitakuwa mfalme wa majini na binadamu. Katika wakati huo wa kukata tamaa, Kabula alifanya jambo ambalo hakuna jini kamili aliyewahi kufanya. Alikimbia na kumkumbatia Raino akiwa bado mikononi mwa ifriti, alianza kumpa sehemu ya maisha yake light force. Kwa jini kutoa light force kwa binadamu inamaanisha jini huyo anaanza kuwa binadamu na kupoteza nguvu zake za kijini. Kabula, unafanya nini? Utakufa! Raino alilia ili uishi wewe lazima mimi nikupe sehemu ya nafsi yangu, Kabula alisema, huku mwili wake ukianza kupoteza ule mng'ao wa kijini na kuanza kuwa na nyama na damu ya binadamu. Nguvu ile ya mapenzi ya kweli kati ya viumbe viwili tofauti ilitengeneza mlipuko mkubwa wa nuru. Ifriti alipiga kelele ya maumivu na kutoweka. Zaraka alitupwa kwenye giza la vilindi vya bahari ambako alifungwa na minyororo ya dhahabu na walinzi wa mfalme. Baada ya vumbi la vita kutulia, ufalme ulikuwa salama, lakini Kabula alikuwa amebadilika, hakuwa tena jini kamili, alikuwa nusu jini na nusu binadamu. Hawezi tena kuishi chini ya maji kwa muda mrefu bila msaada. Mfalme Saka alihuzunika, lakini akawaheshimu. Nenda mwanangu, nenda duniani na huyu binadamu. Umethibitisha kuwa upendo hauna mipaka, lakini mjue kuwa Zaraka anamshirika duniani yule mke wake wa zamani wa Raino. Raino na Kabula walirudi duniani kwenye mjengo wao wa Magomeni, lakini walipofika walikuta nyumba imejaa polisi na watu wa ajabu. Raino alikuwa anatafutwa kwa tuhuma za ujambazi wa benki uliokuwa ukitokea saa nane usiku. Kumbe, yule mke wake wa zamani baada ya kuona Raino amekuwa tajiri, alishirikiana na mganga mmoja hatari wa kichawi aliyepewa nguvu na Zaraka kutoka ujinini ili kumwangamiza Raino na kuchukua mali zake. Kabula, akiwa bado anajifunza kuwa binadamu, alimshika mkono Raino, tumeishinda bahari Raino, sasa ni wakati wa kuishinda dunia ya binadamu, pete yako bado ina nguvu na mimi bado nina siri za ujinini. Ghafla, simu ya Raino ikaita. Ilikuwa ni namba ile ile ya siri. Sauti haikuwa ya Kabula. Safari hii ilikuwa sauti nzito ya kiume iliyosema, Raino, nina mtoto wako. Kama unataka kumwona akiwa hai, niletee ile pete kwenye makaburi ya Kinondoni saa nane kamili ya usiku huu. Raino alipigwa na butwaa. Alijua mtoto huyo si wake, lakini roho yake ya binadamu haikumruhusu kumwacha mtoto asiye na hatia afe. Mtoto sio damu yangu, ila siwezi kumwacha, lakini ni hatari kutoa pete hiyo. Ilikuwa saa saba na nusu usiku, upepo wa baridi ulivuma kupitia madirisha gari la kifahari la Raino. Kabula alikaa pembeni yake, uso wake ukiwa na rangi ya kijivu kidogo. Mabadiliko yake kuwa binadamu yalimfanya aanze kuhisi baridi na uchovu, vitu ambavyo hakuwahi kuvijua akiwa ujinini. Reino, Kabula alianza kusema kwa sauti ya chini, usitoe pete ile. Ukitoa pete ile kwa mwanadamu mwenye nia mbaya, utafungua mlango wa majini wa asi kuingia duniani bila kizuizi. Lakini pia siwezi kuruhusu mtoto yule afe. Reino alikaza usukani. Kabula, huyu mtoto hana hatia, hata kama mama yake amenifanyia ubaya. Mtoto ni damu yangu ya kiroho, nitafanya mpango nitawapa pete lakini nitahakikisha hawawezi kuitumia. Kabula alichukua kiganja cha Raino na kukibusu. Kumbuka, pete inaitikia mapigo ya moyo wa mvaaji. Ikiwa moyo wako una upendo na ujasiri, pete itakulinda. Ikiwa utatoa kwa hofu, itakuwa silaha ya adui. Walipofika kwenye makaburi ya Kinondoni, giza lilikuwa nene kiasi cha kuweza kukatwa kwa kiso. Walishuka ndani ya gari na kuelekea katikati ya makaburi pale chini ya mti mkubwa wa mbuyu alisimama Zuena, mke wa zamani wa Raino, akiwa na mwanaume mmoja mfupi mwenye macho mekundu na aliyevaa ngozi ya chui. Huyu alikuwa Sheikh Madaraka, mganga hatari anayeshirikiana na majini waasi. Zuena alicheka kwa kejeli, Raino, hatimaye umeamua kuja. Naona umeambatana na huyo mwanamke wako anayejifanya mrembo. Unadhani sijui siri yenu? unadhani sijui kuwa utajiri wako unatokana na ushirikina wa huyu jini. Raino alipiga hatua mbele. Zuena, achana na mambo ya kijinga, yuko wapi mtoto? Nipe mtoto nikupe unachotaka. Sheikh Madaraka alitoa kiko chake na kupuliza moshi mzito uliotoa harufu ya kiberiti. Leta pete kwanza kijana, najua nguvu ya Suleimani iliyomo ndani yake. Ukileta pete, mtoto anarudi. Usipoleta, hapa ndipo itakuwa mwisho wenu wote. Raino alivua pete kidoleni. Kabula alijaribu kupiga kelele, lakini Sheikh Madaraka alirusha unga mweupe, ulimfanya Kabula apoteze sauti na kuanguka chini kwa udhaifu. Chukua! Raino alirusha ile pete kuelekea kwa Sheikh Madaraka. Mganga yule aliidaka pete kwa furaha ya ajabu, lakini mara tu alipoivaa kwenye kidole chake, jambo la ajabu lilitokea. Pete haikumpa utajiri wala uwezo wa kugeuka upepo. Badala yake, ilianza kuwa na joto kali kiasi cha kuunguza nyama ya kidole chake. Ah, ni nini hiki? Kijana umenifanyia nini? Sheikh Madaraka alipiga kelele, huku moshi ukitoka mkononi mwake. Reino alitabasamu, ujasiri ukimrudia. Kabula aliniambia, pete inaitikia mapigo ya moyo wa mvaaji. Moyo wako unajaa uchafu na tamaa. Pete haiwezi kukutambua kama bwana wake. Zuena kwa hasira alichukua kisu na kutaka kumshambulia Kabula aliyekuwa lala chini, lakini ghafla upepo mkali ulitokea na sura ya Hairati dada yake Kabula ikatokea hewani. Hairati hakuja kusaidia kwa upendo, bali alikuja kulinda heshima ya ufalme wa baba yake. Wanadamu wachafu, Hairati alinguruma, alinyoosha mkono wake na kumrusha Zuena umbali wa mita kumi. Sheikh Madaraka akiwa bado anapambana na joto la pete, alijaribu kutumia hirizi zake lakini Hairati alikuwa na nguvu zaidi. Katika vurugu zile, Raino alimkimbilia mtoto aliyekuwa amefungwa ndani ya kibanda kidogo karibu na mbuyu. Alimfunga kamba na kumkumbatia. Lakini alipomtazama mtoto yule machoni, aliona kitu cha ajabu. Macho ya mtoto yule yalikuwa yakibadilika rangi, toka nyeusi, kwenda bluu ya ujinini kisha kurudi kawaida. Kabula alijikokota na kusimama akionekana bado mnyonge. Reino, mtoto huyo, kuna nini? Kabula, Reino aliuliza kwa shtuko. Zuena hakukwambia ukweli. Mtoto huyu si wa bosi wako wa zamani. Mtoto huyo alipatikana baada ya Zaraka yule jenerali Maasi kuja duniani miaka kadhaa iliyopita na kutumia mwili wa binadamu kumrubuni Zuena. Huyu ni nusu binadamu, nusu jini wa ukoo wa Zaraka. Reino alistuka na kumwachia mtoto kidogo. Kila kitu kilianza kupata maana. Ndiyo maana Zaraka alikuwa na nguvu ya kujua kila kitu kinachoendelea duniani kupitia damu yake. Ghafla, ardhi ya makaburi ilianza kupasuka. Sauti ya kishindo ilitokea kutoka chini ya udongo. Sheikh Madaraka alicheka kwa maumivu. Mmechelewa. Ile damu ya kidole changu iliyomwagika kwenye pete imefungua muhuri wa giza. Zaraka anakuja. Kivuli kikubwa cha Zaraka kilianza kuchomoza kutoka ardhini, akiwa na hasira zaidi ya mwanzo. Hatimaye, nimerudi kuchukua damu yangu, mtoto, na kumwangamiza kila anayenizuia. Raino alimvuta Kabula nyuma yake. Alijua safari hii pete pekee haitoshi. Ni lazima afanye uamuzi mgumu. Je, amuue mtoto ili kuzuia nguvu ya Zaraka au amlinde mtoto huyo na kutafuta njia nyingine? Hairati alimtazama Raino kwa dharau. Wanadamu wachafu, hapo ndipo mwisho wa akili yenu unapoishia. Zaraka akimshika huyo mtoto atapata nguvu ya kutawala nchi kavu na baharini. Nipe mtoto huyo nimwangamize. Kabula alipiga kelele, hapana, mtoto hana hatia ya makosa ya baba yake. Nini kitatokea? Je, Raino atamkabidhi mtoto kwa Hairati ili ya uawe au atamruhusu Zaraka amchukue mwanawe na kuleta maangamizo? Simulizi inaendelea kuwa tamu na ya kusisimua zaidi, mpaka kufikia hapa ndiyo mwisho wa sehemu ya pili. Weka maoni yako kwenye comment hapo chini, kisha tukutane tena katika sehemu inayofuata, na ndio tutajua ni nini kitatokea baadaye. Mtunzi na mwandaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika sehemu inayofuata.